Taifa lolote mnaolia lieni kwa Mungu, msiwalilie wanasiasa, msiwashabikie wanasiasa ambao wanawatetea nyinyi ama bungeni ama kwa vyama vyao, hawatadumu. Naomba twende wote mbele za Mungu, tukamlilie Mungu. Sikiliza nikwambie, katika kitabu cha Waamuzi sura 13, Biblia inazungumza za mtu mmoja anaitwa Samsoni. Wakati wana Waisraeli wamemkosea Mungu, Mungu aliwatia wawe watumwa wa Wafilisti waonewe na Wafilisti, muda wa miaka mingi zaidi ya arobaini. Wanaonewaga tu. Lakini Biblia nasema walipomlilia Mungu, walipotubu kwa Mungu, Mungu akamtuma malaika amwambie mke wa Manoa: wewe ni tasa lakini kwa sababu ya watu wanaolia katika nchi yangu utazaa mtoto na mtoto atakuwa ni mwanaume, na huyo mtoto atakuwa ni kwa ajili yangu mimi Mungu, atakuwa ni, ni taifa la Mungu. Ataenda kupigana na kila anayemuonea Mwisraeli, awe ndani ya Israeli, awe nje ya Israeli. Na ndipo nataka nikwambie hivi, wakati Israeli wanapambana, wanatafuta haki lakini kuna mtoto amezaliwa, anakuwa anaitwa Samsoni. Israeli wanaenda kulia, hawajui kuna mtoto amezaliwa. Wanajuta, wanaomba, wanatamani kufa. Ah, kuna Samsoni anaendelea kunyonya maziwa, anaacha maziwa, anaanza kutembea. Samsoni anakuwa, vita inapamba moto, Samsoni anaendelea kukua, anakuwa ni kijana mtukutu mtaani. Hakuna anayemwelewa Samsoni, lakini mbingu zinamwelewa Samsoni ni mkombozi wa taifa la Israeli. Anatakiwa alete huru, alete amani. Raisi wa kipindi hicho, mfalme wa kipindi hicho, mawaziri, wanajeshi hawakuwa na uwezo wa kutetea taifa la Israeli, lakini kuna mtoto anakuwa kuna kijana anakuwa kwa spidi mtaani, wanamwona ni mtukutu, lakini niye anayeweza kukomboa taifa la Israeli. Baada ya kuonewa kwa miaka 40, ndipo ulipofika muda. Kijana kakuwa anatamani kuoa. Biblia inasema hivi, alienda akamtamani mwanamke kule Timna, katika nchi ya wa Wafilisti. Huko alienda kusudi apate connection na taifa lile, apate kujilipiza kisasi. Wazazi wake walichukia. Hawakumwelewa mtoto kwa sababu ni kaidi, lakini kumbe ulikuwa ni mpango wa Mungu. Nataka niongee na Afrika yote, niongee na Waafrika wote tunaolia leo kwamba kuna Samsoni anazaliwa. Endelea kulia mbele za Bwana, kuna Samsoni anaendelea kukua, Samsoni ananyonya maziwa. Utakapofika muda ambao Mungu amekusudia, Samsoni aanze kuwapiga wasiojulikana kwenye mataifa yetu, kwenye nchi yetu, kwenye jamii yetu kila mtu hataamini hicho. Ili Samsoni azaliwe, ili Samsoni akue, ili Samsoni afikie viwango vya kutupambania, ni maombi, ni maombi, sio wanasiasa. Wache wanasiasa waendelee na siasa zao, lakini kanisa kama kanisa, wote tuiname, tumwite Bwana, tumwite Mungu hakuna namna, kwa sababu ukiongea kibinadamu unaonekana ni mchochezi, unaonekana ni mtu mbaya, lakini sio Mungu. Mungu akiingia kuongea atawanyamazisha wasiojulikana. Kwa hasira yake atawapiga hawataendelea kuishi. Watashangaa anayewapiga hawamwoni, watashangaa anayewateketeza na kuwaangamiza hawamwoni, anayewaua hawata hawatamwona. Niwaonye viongozi wa nchi nchi za Afrika, msiwe watumwa wa wazungu ambao wanawatumia vibaya. Ebu tengenezeni mahusiano na Mungu alafu na watu ambao Mungu amewapa muwaongoze, tengenezeni mahusiano vizuri, kwa sababu leo polisi, kama utatumiwa kuua watu, kumbuka utastafu na wewe utarudi kuwa uraiani, ndugu zako atauawa na wewe. Nataka nikwambie polisi nataka nikwambie mwenye mamlaka, siku kiondoka kwenye mamlaka yako, hawa wasiojulikana hawatathamini mchango wako ulipokuwa mwenye mamlaka na cheo, na wewe watakuua vile vile kama ambavyo wewe wanakutuma uaue. Wa kama uniamini, kama unielewi, fuatilia habari za kabila, nini kinachoendelea. Nasema hivi, mungu anaona, tena mungu anaumia mno tunayoyafanya. Tanzania mpya inakuja, iliyobarikiwa. Amen.